Sasa hivi katika nchi yetu, la tatu, nataja la tatu, watu wameanza kutuzungumzia udini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini, udini katika nchi, hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi iji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu, tumchague huyu, tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? <coughs> Zamani, katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la u, dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu kwa sababu hiyo, ina maana tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika. Hiyo ina maana tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana Waislamu wa, wa, wa, wa wangapi, watafute wao, sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao, si wanakuja makanisani kuungama wao, waulize wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu, wanajitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu.